Kazi nimefuatilia kutoka hiyo muda yote, na nilikuwa naomba kama watu wetu wale wa hapa pia at least wapate kazi. Watu wa reli walipokuja walisema wanataka kupeana hii kazi kwa wale watu wanaishi kwa hii. So tulipoanza wakasema watapatia chief jukumu ya kutafuta wale watu au coordinate na wale watu ambao wanaweza fanya hiyo kazi na sana sana watamu. So tangu hiyo maneno ianze mpaka saa hizi hatujaona chief walikuja hapa kuuliza kama kuna wale wanataka kazi, atujie hiyo kazi ilikuwa ina, inaandikwa ina watu hapa. So leo tulipokuwa tukasikia wale walikuja last time kuja kupima na tena leo nikasikia walikuwa hapa. Sasa wakati nilisikia, kuna kiongozi akakuwa anapiga simu, nikasikia anasema eh, mawada hawezi toa watu mahali Wakuje wa, wafanye kazi hapa, inali watu hapa pia wa, wako, wako. So huyo mtu alipokuwa anapiga simu akasema hata hapo watu wa reli wako wako kwa reli. Mimi sikusugulika na yeye, libidi nifike hapa nikapata nika hao watu wa reli, nikaongea na wao na kuna wale tulikuwa nao wawo. Nikawauliza hii list ambayo imesemekana ya kwamba watu wako nayo na watu hapa, kuna mwenye yoyote anajua ya kwamba hii kazi itaanza kwani? Hiyo list imetoka wapi?

Wakasema yao awajui, lakini chief aliandika list na tayari ako na hiyo list. So tukasema hakuna vile huwa watu wanaweza toka mbali wakuja wafanye hapa na wale watu hapa hawajui, na hiyo kazi inafaa ianze kesho. So hao watu ilionekana ya kwamba kuna vurugu, pia kuna wale watu walidemand hiyo kazi kutoka asubuhi, walikuwa atuna hiyo kesi ya kuuliza hiyo kazi iko namna gani. So walisema kesho wataita chief ili wajue au watu wanataka kufanya hii kazi wanatoka ilia gani. Kama watu hapa wanasema wajapataka wajapataka kazi, so nilikuwa naomba hivi kwa sababu unajua saa zingine watu wanaweza sema tunataka kazi, kifika saa ya kazi pia w unawako, unawakosa so sijui ni wangapi ambayo wanaweza kuja hapa kesho watake kazi, nione tu kwa mkono because si vizuri ili watu Okay. So nilikuwa naomba wale wako nahitaji ya kazi kesho, fikeni hapa kazi sio okay. Inakungoja kwako na hatuwezi tetea mwenye yu ayu. Kwa hivyo tunataka kama hiyo kazi iko na mna will kufanya, tuje tutawatetea mpaka mpate hiyo kazi, lakini tunaomba kama hatutapata fanya yote, lakini kama tuko wachache pia tutaweza pata wote, lakini tukiwa wengi Tutawauliza pande ile kuna group, pande hii pia kuna group, hata hapa jenga kuna group. Na sisi wote pia tunaelewa ya kwamba si atini watu warube ndio wako hapa. Sisi vile tumesimama hapa, kuna wajenga na kuna warube, kuna warube. Kuna warube. Kwa hivyo watu wakipata kazi, at least hata circulation ya pesa itaanza kuonekana. Mtu atakuja anunue kitu kwa mwingine, mwingine anunue, pesa itapatikana. Kwa hivyo tunaomba kazi ipatikane hapa kwa vijana wa hapa, so tafadhali Kesho mkuje, ili tujue, na ningeomba kwa wale watu ambao wanataka kazi, usiandike mahali muandika na majina ili sasa kesho tujue ya kwamba forward, forward, yes, forward is, yes. Au tunaweza chagua mtu yenu moja, oh, achukue yeah. Hiyo jina apatie chief yeah. Naambiwe ile jina unataka ku represent kwa watu wa reli yeah. Yetu ndio hii, ni vile tu pengine amukutujua, lakini sasa tujue ya kwamba tu tuko hapo, si itakuwa sawa? So mwandike jina, mchagueni kiongozi yenu moja ili tuwasaidie sisi tutasaidia tu kusukuma kwa sababu mtu asione ya kwamba na fitina tunaweka hapo. Tunaelewana? kwa hivyo ndio iko hivyo. wametusungua sana kutoka mwaji pia unajua kupingana na Mungu pia tunaona nyingine inakuanga ni ni ngumu. So hao watu wa kanisa wametuambia hivi, wanataka kuweka crusade hapa mpaka Saturday, na walikuwa wanaomba <laughs> hii wiki peke yake, wanaomba wapatie sisi shilingi elfu moja ili tubodeshe nayo speaker Monday. Sasa nilisema nitaleta hiyo kitu kwa bunge, kama itawezekana tujue itakuwa namna gani. Dico, sawa. Naomba nichukue hiyo. Onyango akawapi?